Yes, kama kawaida, leo ni siku nzuri kabisa ambayo mimi Ano Voice jito la mtumba choma cha mjerumani nimeona nikufanyia surprise shabiki wangu wa nguvu kabisa. Ninafahamu ni kuna sehemu nyingi unazifahamu, lakini hapa upafahamu sasa. Leo ninatamani ni sana nikufahamishe hapa ni wapi, na hii sehemu bwana imekaa kama Ulaya vile na kuna watu wanatamani kujua hapa ni wapi. Mimi nikwambie tu kwamba hii sehemu inapatikana Green City, Mbeya, Tanzania. Hapa ni kuelekea Chunya ninamaanisha kuelekea wilaya ya Chunya, eh. Nikiwa kwenye gari bwana nikaona sasa kwa nini mimi nisiwafanyie surprise mashabiki zangu wa nguvu maana kuna wengi walitamani sana kujua hapa ni wapi. Sasa hapa bwana ni kuelekea wilaya ya Chunya na ni sehemu ambayo ni nzuri sana, yaani imekaa kama Ulaya vile, yaani barabara imekaa kama flyover. Eh bwana we, hizi ni kona za mkoa nafahamu mashabiki zangu, mko sehemu tofauti tofauti na mikoa mingine yote na nchi zingine. Sasa bwana nikaona kwa nini siwafanyie surprise ya kutosha sana sana. Hapa ni kona za mkoa. Yaani ni kona ambazo zinapatikana hapa Gilisit, Mbeya, Tanzania ukiwa unaelekea wilaya ya Chunya. Nikasema kwa nini nisifanye hili jambo kwa ukubwa sana. Eh, bwana, kama unavyoona gari ya mbele hii, yani iko mdogo mdogo. Huwezi ukaenda haraka haraka kwa sababu hizi kona zimekaa kikorofi kinoma. Mimi nilikuja kutalii tu hapa kwa hiyo nikasema kwa nini sifanye hili jambo kuwaonyesha mashabiki zangu kwamba kuna baadhi ya maeneo bwana, ukija hata kutalii ni sehemu nzuri sana. Kwa hiyo wale ambao wanaambiwaga tu kwamba kona za mkoa zikoje, lakini mimi Ano voice nikasema ngoja niwafanyie surprise mashabiki zangu, kwa sababu nawapenda sana na huu mwaka utakuwa ni mwaka ambao watu wengi sana watashuhudia mengi makubwa zaidi, kwa sababu mimi Ano voice jitu la mtumba chuma cha Mjerumani sina baya, lakini jambo la muhimu zaidi, subscribe channel yangu na kubonyeza alama ya kengele na kuwa wa kwanza kabisa kupata vitu vikali kabisa ambavyo mimi ninakuwa na viachia kwa wakati wowote ule ambao wewe utakuwa umewasha simu yako ya mkononi kabisa. Sasa mimi kama Ano voice niseme tu kwa ninawapenda sana mashabiki zangu wa nguvu kabisa, na huu mwaka ina jambo langu kubwa kabisa ambalo ninahitaji support yenu, na ninaamini mashabiki zangu mnanipenda sana na mtakuwa na mimi wakati wote, niseme tu kuwa jambo hilo nitalileta moja kwa moja baada ya siku kadhaa ambazo zinakuja. Ninaamini mtakuwa na mimi. thank you.